Mpendwa mtazamaji ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa tatu, Kanisa linafanya sherehe ya kupashwa habari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yetu tunayoyapata, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya saba aya ya kumi hadi ya kumi na nne. Somo la pili linatoka waraka kwa Waibrania sura ya kumi aya ya 4 hadi ya kumi. Injili inatoka Injili ya Luka sura ya kwanza aya ya 26 hadi ya 38. Katika sherehe hii ya kupashwa habari ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristu ambayo ni sherehe ya kanisa, inazungumza juu ya umwilisho wa Bwana wetu Yesu Kristu. Yaani ni siku ambayo Yesu Kristo alitoa mwili ndani ya tumbo la Bikira Maria aliyekuwa anaishi huko Nazareti. Habari hii ya sherehe hii inaonyesha kiini cha imani ya Wakristo kwamba Mungu aliingia katika uhalisia wa maisha ya kila siku ya mwanadamu katika nafsi ya Yesu Kristo historia ya kupashwa habari ya kuzaliwa kwa bwana wetu yesu kristo katika biblia takatifu ilianza katika agano la kale ukisoma kitabu cha nabii isaya sura ya saba kuanzia ile aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na nne nabii isaya miaka mia saba kabla kristo hajazaliwa anapata maono anasema tazama bikira anachukua mimba Anamzaa mtoto mwanamume, anaitwa jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo tayari nabii Isaya alishapata maono hayo makubwa ya kumwona bikira anachukua mimba. Hivyo basi habari za leo za kupashwa habari bikira Maria, kwamba mkombozi atazaliwa ilikuwa ni mpango wa Mwenyezi Mungu, kwamba mwanaye aje azaliwe na mwanamke. Usisahau kwamba anguko la kwanza la mwanadamu lilipitia kupitia mwanamke aliyekuwa anaitwa Eva, mama ya wote wenye mwili. Ili aje mkombozi aje aikomboe dunia, Mwenyezi Mungu anamtumia mwanamke huyu huyu ambaye ni Maria, yeye aweze kuwaletea mkombozi ambaye atakuja kuinua dunia nzima isianguke tena katika dhambi na baadaye wanadamu hao waweze kurithi ufalme wa mbinguni. Yesu anazaliwa na mwanamke aliyetoka katika kabila la Yuda ambalo pia ni watawala. Katika uchaguzi huo wa Mwenyezi Mungu wa kuweza kumchagua Maria aweze kumzaa mtoto Yesu, ni uchaguzi wake Mwenyezi Mungu na si maneno mazuri ya wanadamu, ni Mungu mwenyewe aliyeamua kumchagua, ndiyo maana katika habari hii ya kumchagua na kumletea habari Maria, Mwenyezi Mungu anamtuma malaika aende kwa msichana asiyekuwa na uwezo, asiyekuwa na kipato, haishi mjini, anaishi katika kijiji cha Nazareti, ili aende ampelekee habari juu ya mpango wa Mwenyezi Mungu na hilo pia akubali kuweza kuwa mama wa mkopozi. Malaika Gabrieli ni mmoja ya malaika wakubwa watatu ambao yeye malaika Gabrieli huwa anasimama upande wa kuume wa Mwenyezi Mungu na yupo katika kitengo cha kuleta habari. Na kwa nini aje malaika? Kwa nini asije Mwenyezi Mungu mwenyewe kumletea habari hiyo? Katika imani ya dini ya Kiyahudi, waliamini kwamba Mungu yeye yupo juu sana juu ya ufahamu wa kila mwanadamu na hakuna mwanadamu yeyote ambaye alishawahi kumwona Mwenyezi Mungu akaishi. Hivyo basi mwanadamu yeyote ambaye alikuwa akimwona Mwenyezi Mungu lazima afe. Mwenyezi Mungu ili aweze kuwasiliana na huyu mwanadamu alitumia mjumbe wake, na huyu mjumbe ni yule malaika Gabrieli. Na katika historia malaika huyu Gabrieli alituma pia kwa Mwenyezi Mungu kwa Ibrahimu wakati Ibrahimu alipotaka kwenda kumchinja mwanaye Isaka, Mwanzo sura ya 22 aya ya 11 hadi ya 16. Malaika pia Gabrieli alitumwa kwa Hana mama yake Samueli, tunapata katika kitabu cha Waamuzi sura ya 13 tatu aya ya tatu mpaka ya nne. Vivile pia malaika huyu Gabrieli alikuwa siku chache tu ametoka kutumwa kwa Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji akimwambia juu ya kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Tunaipata katika Luka sura ya kwanza aya ya tano mpaka ishirini na tano. Maria anaingia katika kundi lile la watu muhimu wa Mwenyezi Mungu ambao wanaletewa ujumbe mkubwa kwamba atazaa mtoto na atampatia jina. Malaika anatumwa kwa Maria, alipofika pale kwa Maria Malaika Gabrieli anamwambia Maria, umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hakuna mtu yeyote katika Agano la Kale na katika historia ya dini ya Kiyahudi aliyetumwa na malaika akaambiwa amejaa neema, akapewa maneno kwamba Bwana yu pamoja nawe wakati wanawake wengine wa kabila lile au wanawake wengine katika dini, katika dini ya Kiyahudi na katika taifa la Israeli walikuwa wamejaa umbea, Maria alikuwa amejaa neema. Wakati wengine walikuwa wamejaa uongo, Maria peke yake alijaa neema. Wengine walikuwa wamejaa ushirikina na masengenyo. Malaika anafika kwa Maria anasema amejaa neema. Neema ni nini? neema ni kipaji cha roho tunachopewa na Mungu ili tupate kufikia uzima wa milele. Neema ni zawadi ya Mwenyezi Mungu, ni zawadi ya bure kwa mwanadamu. Na kwamba amejaa neema, maana yake alikuwa amebarikiwa. Na neema zipo za aina mbili, kuna neema ya msaada na kuna neema ya utakaso. Neema ya msaada ndio ile ambayo inatusaidia tunapopita katika mazingira magumu, katika hatari ngumu, ghafla unashangaa tu umeokolewa, si machale bali ni neema. Kwa hiyo, Maria alikuwa amejaa neema ya msaada, aweze kupata msaada, na tutasikia baadaye katika maisha yake, wakati Herode anataka kuweza kumchinja mtoto Yesu, malaika wanakuja anampasha habari, atapata msaada, na baadaye pia ataletewa pia Yusufu aweze kumsaidia katika safari yake. Neema ya utakaso maana yake ni hana dhambi, alikuwa ni mama safi aliyekuwa amekingiwa Yaani mtoto Yesu asingekuja kuzaliwa kwa mwanamke ambaye alikuwa amejaa dhambi. Yeye alipaswa kuzaliwa kwa mwanamke safi ambaye Mwenyezi Mungu alimkinga na kila aina ya uovu ili aweze kuikomboa dunia. Hivyo basi A, malaika anavyomwambia, Bwana yu pamoja nawe, ni kwamba uwepo wa Mwenyezi Mungu ulikuwa juu ya Maria, ingawa alikuwa ni masikini anawaza namna gani kuweza kupambana katika safari ya maisha yake. Uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja naye na, na ile neno la faraja kwako, katika mazingira yote magumu ambayo utakayeweza kuja kupita nayo, omba uwepo wa Mwenyezi Mungu uweze kuwa pamoja nao, uweze kuenda pamoja na wewe katika kila hali. Bwana awe pamoja na wewe. Watu wanaweza kukuona kwamba ni masikini katika kipindi hiki, lakini ndani mwako umejaa neema. Bwana pamoja na wewe kwamba huta pata mateso yote yale, atakusaidia katika kila hali na katika kila aina ya changamoto za maisha. Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja na wewe katika hali hizo. Malaika anamwambia usiogope Maria, usiogope Maria, na ni kweli alifadhaika sana. Kwa nini aliogopa? Kwa sababu alikuwa ameshatolewa posa na mtu mmoja, alikuwa anaitwa Yusufu. Kwa kadiri ya sheria za Kiyahudi, inapotolewa posa mwanamke akitolewa posa, msichana akitolewa posa, ambaye sasa inabidi aolewe, sheria ilikuwa inazungumza kwamba lazima upite mwaka mzima ndipo waje wafunge ndoa. Sasa posa imeshaletwa na Maria, sasa malaika anakuja manake avunje mpango wote aliyokuwa nao na Yusufu, aache kwenda kuvaa shera, ashangiliwe, aache kwenda katika ile mambo yote anameremeta, afunge mtaa, watu waje wamshagirie, na baadaye habari tena ya harusi isiwepo, aingie kupokea mpango wa Mwenyezi Mungu. Malaika anamwambia usiogope, usiogope, na ni mwito kwa kila mmoja ambaye Mwenyezi Mungu anamwita katika kazi kubwa kazi ya kusimama katika kuweza kumfanya Kristo aweze kujulikana duniani kote na kuweza kukomboa ulimwengu. Hofu ya Mwenyezi Mungu, Maria aliogopa, lakini akapata neno kubwa, neno zuri kwa malaika kwamba usiogope, kwa sababu Bwana yu pamoja na yeye naye amejaa neema. Basi katika habari hizo ambazo malaika anamwambia Maria kwamba atamzaa mtoto na huyu mtoto yeye anatoka katika ukoo wa Daudi katika shina la Yese. Na katika habari za wafalme, mfalme aliyesimama akafanya mambo makubwa mazuri alikuwa ni mfalme Daudi. Baada ya hapo walikuja wafalme wengi ambao walifanya mambo ambayo si mazuri, mambo ya hovyo, taifa likateseka ndiyo maana tunapaswa kwanza kusali sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu alete viongozi wa taifa wenye hofu na Mwenyezi Mungu. Tukipata viongozi ambao hawana hofu na Mwenyezi Mungu, Kristo hajafanyika ndani mwao, hajakaa ndani mwao, nchi inaweza ikateseka sana. Nchi inaweza ikaingia katika maangamizi ya ajabu na kwenda katika utumwa na umasikini wa hali ya juu, kwa sababu viongozi wanaokuja hawana roho wa Bwana. Anamwambia kwamba huyo atakaye kuja atakuwa juu ya kiti cha enzi cha Daudi baba yake, atamiliki nyumba yote ya Yakobo na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Maria akasema litakuwaje jambo hili, mbona mimi simjui mume? Tofauti kabisa na wasichana wa kizazi cha sasa. Maria angekuwa ni msichana wa kipindi hiki angejivuna sana, angeota kiburi na kama alikuwa na simu pembeni, angemwita angesema, ange malaika, usiondoke, subiri tujipige picha pamoja, ni kuselfie maneno yetu nayozungumza, ili baadaye nitume kwenye magrupu ya status, watu waone vile nilivyobarikiwa, kwamba nilikuwa natamani maisha ya hali ya juu. Sasa nimelala masikini, nimeamka kuwa tajiri. Yeye hakutaka maisha ya hali ya juu, hakujivuna juu ya kile alizokuwa nazo, ananyenyekea, anasema litakuwaje jambo hili. Unyenyekevu wa Mama Maria na malaika anamwambia kwamba Roho Mtakatifu atakuwa juu yako na hicho utakachokizaa kitakuwa ni kitakatifu. Na anamhakikishia kwamba katika maisha ya kawaida, ndugu yako Elizabeti alikuwa tasa, sasa ni mja mzito. Angalia maneno anayeyatamka Maria, anasema mimi ni mjakazi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Hakuna mtu mwingine yeyote katika Biblia aliwahi kuyatamka maneno haya. Tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Ninakubali kuacha sherehe, ninakubali kumwacha Yusufu, ninakubali kifo kinitokee mbele yangu, ninakubali aibu yote mtaani, waniseme watakavyoweza kuja kunisema, lakini Bwana, unalotaka alije litimizwe katika maisha yangu. Leo katika hii sherehe ya kupashwa habari kwa Bikira Maria, kwamba atakuwa ni mama wa mkombozi, itupelekee kwamba Mwenyezi Mungu bado anawaita wasichana ambao wametoka katika familia za kawaida sana, familia za umasikini, ambao kila siku wanapambana ni namna gani maisha yao yawe yaweze kuja kuwa bora zaidi, wawasaidie wazazi wao. Anawataka hawa wakubali kuacha mipango yao na baadaye kukubali mpango wa Mwenyezi Mungu. Vile vilevile pia anawataka baadhi ya watu ambao watakubali katika kila aina ya mapenzi ya kidunia waachane na mapenzi ya kidunia, waachane na wapenzi wa kidunia, wakubali pia hadi kuweza kudhalauliwa, wakubali majina yao aweze kuchafuliwa, lakini Mwenyezi Mungu yeye aweze kutukuzwa ndani mwao, na ingawa Mwenyezi Mungu mwishoni atawalinda na majina yao yatakuja kuwa makubwa kama Maria Mama Bikira Maria, aliyekubali mpango wa Mwenyezi Mungu akaacha vyote, atuombee katika safari yetu na Kristo afanyike mwili ndani mwetu. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.